Vincent, nimechoka sana, hebu niache nitakupa kesho kiako. Yako sipo sawa. Mimi naumwa au wewe unaniona mi niko sawa? Rina, acha kunizingua, unanielewa wewe? Yani acha kunizingua kabisa. Uwe unataka umu ndani wewe, unakula bure, unavaa bure, au sio? Sitaki upumbavu, panda kitandani unipe. Sitaki kutumia nguvu kabisa. Nimechoka sasa. Kwa nini lakini? Sikumalizia hata maneno. Nikapigwa kibao. Da, yani kumbe kuchoka nalo ni kosa. Tena kosa kubwa mpaka unaadhibiwa. Ila huyu kaka jamani. Akaniambia sikia, nina hamu na wewe. Mbona jana sikukusumbua? Usinivuruge. Vua nguo panda pale juu kitandani. Mnadhani nafanyaje? Nikavua nguo kinyonge nikapanda kitandani. Nikalala chali. Vincent naye akavua nguo zake, akapanda kitandani. Akaanza kunishughulikia mimi. Aisee, sijai kusikia raha yoyote kushiriki tendo na huyu mwanaume. Huwa ananibaka tu, naweza kusema hivyo. Hakuna cha zaidi. Nikamwacha, akajihudumia mpaka alipomaliza. Akainuka akavaa nguo zake. Akatoka chumbani kwangu. Moyo unaniuma sana, ni mwaka sasa Tangu ni oleo na huyu mwanaume. Sio mwanaume tu. Vincent ni mume wangu wa ndoa. Tumefunga ndoa kanisani. Yaani, yeye ni mume na mimi ni mke. Ngoja nitambulishe kwenu sasa. Mimi naitwa Mariana Franki Justini, wengi wamezoea kuniita Rina. mimi bwana, baba na mamaangu walifariki nikiwa kidato cha sita, na shule nilikuwa na akili kweli, kweli, ila wazazi walipofariki hata kidato cha sita chenyewe sikumaliza kwa sababu ya ada. Maana nilikuwa naingia kidato cha sita wazazi wakafariki nilikuwa nasoma shule ya private hapa hapa mkoani Morogoro na nilipokuwa naishi na wazazi wangu, ila sasa baada ya kufariki shoga yenu, nikachukuliwa na shangazi. I say, shangazi yangu ni mlevi kabisa. Yaani mlevi sana. Unajua mlevi? Yaani kwanza nilikuwa nateseka sana. Yeye ndo alikuwa ananibia nguo zangu mimi, anaenda kuuza apate pesa kunywa pombe. Yaani badala anisaidie mimi yatima, ndo kwanza ananidimiza. I say Alikuwa na wanae wawili, yani akili za watoto wake ni kama za shangazi. Yani nimeishi kwa shida sana kwa shangazi. Sasa shangazi yangu ndo alioniletea huyu mwanaume eti niolewe. Sikuwa nataka kuolea kwa sababu nilikuwa bado binti mdogo na bado nilikuwa na ndoto zangu, ila wapi. Unadhani alinisikiliza? Basi, kwa sababu Vincent bwana ni mwanaume ambaye ana pesa mno, ni mfanyabiashara mkubwa hapa Morogoro mjini kila mtu anamfahamu. Alikuja kwa shangazi akasema anataka kunioa. Yani shangazi akujiuliza wala akuniuliza, ni moja kwa moja ilipitishwa ndoa. Iliumia sana kama masiara, nikaolewa nikiwa na miaka kumi na tisa tu, ndo nakutana na huyu mwanaume, wala sikumwelewa. Alinioa tu naye wala hakunipenda kabisa, yani niliolewa tu, ndoa ambayo haikueleweka naliteseka sana Ti, anataka toke, kule, mimi nitoke, niende kokote kule mno. Kuanzia getini mpaka ndani. Lika ni kawaida ananipiga vibaya mno sitakagi kumuzi kwa chochote kile. Kwa kweli ndoa kwangu ni mateso. Mimi sitoki nje, na nikitoka nje ni kwa dharura sana, tena lazima nitakuwa na yeye. labda amealikwa kwenye pati na wenzie, anatakiwa kuwa na mwenzie ndo ananichukua mimi. na sio mara zote. inakuwa ni mara moja moja sana. labda kuna dili wanafukuzia la biashara, ili aonekane sio muhuni ndo nitaenda naye mimi nikiumwa kuna dokta alikuwa anakuja kunitibu, ila sio kutoka hapo eti niende hospitali. Hapana, amna ndugu yoyote yule anayekuja nyumbani kwake wala ndugu yangu anayekuja nyumbani kwetu sisi, yani kwa mimi na Vincent, namna mtu anaelewa chochote. Yani hata shangazi yangu Nisa alinitupa tu mimi Vincent hakuwa mkubwa sana kwangu, kipindi ananioa mimi, huyu kaka alikuwa na miaka 35 hivi. Mimi nilikuwa na miaka 19. Ila sasa ni kama kanioa kujituliza kingono. Mimi sifanyi kazi yote kwake. Anafanya kazi wawili wa kiume. Ndio anafanya kazi zote. Mimi kazi yangu mimi ni kumburudisha tu yeye. Hakuna siku ananiacha. Hata lala na mimi kila siku. Hii mara chache sana. Ndio anakuwa ananiacha. Hapo yupo nyumbani. Na ndio unapona. Vincenti haelewi naumwa, haelewi nipo katika siku zangu, haelewi, haelewi chochote wala ajali kitu. Yeye anachotaka mimi nimpe tu. Naumia sana juu huyu mwanaume. Kingine, Vincent hataki nizae, ameshanitoa mimba nne tangu tumefunga ndoa. Anataka seksi muda wote, anamwagia ndani, hataki nizae. Nikidaka mimba tu, anaitwa nesi, anakuja kunitoa I say Nilikuwa ni mwanamke wa kuumia sana muda wote. Ila sina sauti, siwezi kuongea wala kusema. Namuogopa Vincent kuliko nyoka. Wana Vincent mara kwa mara huwa anaongea na simu. Kisha anawapa watu amri ya kuua. Aisee huyu mwanaume acheni. Naweza kusema nilikuwa naishi na jambazi. Yote yani shangazi yangu ambaye anapewa pesa. <coughs> Nesika maliniuza tu. Zani, atakama ananiuliziaga mimi kuhusu maisha yangu naishije. Naumia sana basi. Alivyotoka chumbani kwangu, nikajua kaenda chumbani kwake, maana tulali pamoja sisi. Nashukuru silali naye. Da, huyu mwanaume ni hatari sana. Ukimwona nje ni kama mtu, ila ndani anatisha sana Vincenti. Basi nikainuka kinyonge sana, nikaenda kuoga. Nikatoka, nikasikia mlango unagongwa. Nikatoka nikakuta ni Bigi. Huyu Bigi ni mmoja wa wafanyakazi humu ndani. Akanambia, madam, nikuletee chakula ndani ama nikutengee mezani? Nikasema, nimeshiba leo, sijisikii kula kabisa. Akasema, sawa madam, ila ungekula kidogo. Mimi sikutaka maongezi, nikabamiza mlango wangu, nikavaa zangu. Nikajilaza kitandani. Nikashika tumbo langu, mwanza tayari nilishagundua na mimba nyingine. Na lazima Vincent atoe hii mimba. Mpaka kuna muda nilikuwa nahisi kabisa Vincent atakuwa anaushirikina na hizi mimba anazitoa kama sadaka. Sikuwa namuelewa kabisa. Naanzaje kumuuliza? Naogopa mno. Yaani Vincent anatisha. Akirudi humu ndani kila mtu anamuogopa isee. Acheni haya maisha. Sikuwa na jinsi tu basi, nikavuta shuka langu nikapumzika tu, ila nilikuwa nawaza sana, haya maisha mpaka lini? Ina maana nitazeeka nikiwa mtumwa wa ngono? Niliwaza kabisa kutoroka, ila nawezaje kutoroka, nimwache huyu mtoto aliyoko tumboni kwangu? Naumia sana mimi. Basi nikajipumzisha zangu tu na mwelea. Vicente akisha nitumia huwa hajali chochote kuhusu mimi. Nimekula masjala ni sawa, anakuwa busy na mambo yake na maisha yake. Kwa muda wote huu ambao nimekaa naye, sijui kumuelewa Vincent. Hata anapenda nini? Hata anapenda kufanya nini? Hata rafiki yake wa karibu simjui. Vincent ni mtu wa peke yake peke yake. Na mara nyingi anakuwa ni mtu wa hasira tu. Ndio yupo hivyo. Mimi napigwa dakika mbili tu. Na muogopa sana huyu mwanaume. Sijui kuwa na raha naye hata siku moja. Na usichana wangu ndo kanitoa yeye. Basi nikalala nikiwa na mawazo sana. Asubuhi nikaamka mapema, nikaoga, nikavaa vizuri tu. nguo huwa nanunulia tu sana ila, huwa anaagiza mtu ananiletea. Hata nikitaka kutoka naye ataniagizia nguo na mtu wa makeup. Yaani kwake pesa haijawahi kumsumbua kabisa, na pesa tu anayo. Basi nikakaa tu kitandani, maana sikutaka kuonana naye hii asubuhi kabisa wow, manai, jangu. Jangu. mimi huwa anajua anakunywa chai ndo aende kazini so nikatulia sana mpaka saa tatu ndo nikatoka. Sasa nikamuuliza Miki kwamba ameshaondoka huyu. Miki akaniambia ndiyo madam. Huyu Miki naye pia ni mfanyakazi so wafanyakazi wapo wawili, mmoja anaitwa Miki huyu mwingine anaitwa Bigi na wote inaelewana nao tu, na hawana shida, na shida nazopitia wanaziona. Huyo baba ni hatari sana sana sana, ila huyu Miki hu anaendaga na kurudi, ila huyu Bigi ndo masaa ishirini na nne yupo hapa kwenye hii nyumba. Hii nyumba ni kubwa sana ya kifahari. Nikisema kubwa namaanisha na nikisema huyo baba ana pesa, ana pesa kwelikweli. Basi, Miki akaniambia ndio. Ameshaondoka. Ndio nikaenda mezani nikachukua yai moja tu. Nikala, nikaacha. Wala sikujisikia tena kula. Nikaenda chumbani kwangu kupumzika. Mchana ukapita bila kula. Nikasema nitakula jioni. I say. Nilikuwa na mawazo sana juu ya hii ndoa. Yani sikuwa na mwili kabisa. Nilikuwa nimekonda kiukweli. Mawazo na ndoa hii. Mawazo alikuwa yananitawala sana. Nimekaa najua, akirudi tu Vicenti anataka seksi. Hana muda wa kumwandaa mwanamke, yaani akiingia ya akaingia tu anafanya vitu vyake kisha anakuacha basi. Hii siku mpaka saa tatu usiku nikaona kimya, ndo nikatoka chumbani. Sasa nikamkuta Bigi, akaniambia vipi madam. Nikasema kwani hajarudi? Akasema hapana madam, hajarudi mpaka muda saa tatu Labda atarudije? tukasema hivyo, ila sio kawaida yake, huwa anarudi saa kumi na mbili kamili jioni, unamkuta yupo nyumbani. Aisee, hii siku nikafurahi kweli, kweli. Kutorudi kwake nikatamani hata apate ajali afe huko, yani nilikuwa namuombea mambo mabaya tu, huo ndo ukweli. Basi nikatoka zangu nikala chakula cha usiku, ndo nikaenda zangu kupumzika, na kweli hii siku Nililala mpaka asubuhi salama kabisa, alikuwa hajarudi. Basi asubuhi ikaingia, nami nikaingia zangu bafuni, nikaoga vizuri. Ile natoka tu nikamkuta Vincent kakaa kitandani kwangu, kisha kashika bastola ananitazama. Se, niliogopa sana, yani nilistuka mno. Vincent akaniambia, unaogopa hii silaha? Wala usikonde, nimetoka kufanya tukio huko wala siko tayari kukudhuru wewe, wala sipo hapa kwa ajili ya kukudhuru wewe. Naomba haki yangu mwana, jana sikuwa hapa kabisa. Naomba haki yangu. Aise, akanisogelea tu, akanivua nguo, naye akavua kama kawaida, akaniparamia kama kuku, akanishughulikia mno mpaka akamaliza haja zake, kisha akachukua bastola yake akaingia ndani kwake. Basi, aliporidhika sasa, akaniacha kisha akaniangalia sana. Nilistuka, mbona hilo jicho tena? Akaniuliza, "Una mimba?" Nikastuka tena, nikasema, "Hapana." Akaniuliza, "Unanidanganya mimi?" Nikasema, "Vicente, mimi sina ndugu, naomba kuzaa." Akasema, "Kelele, pumbavu wewe. Na nikakwambia mimi nataka mtoto mjinga wewe. Kwani unajiachia mpaka unazaa mbwa wewe?" Nikasema, "Ah, mimi nahitaji mtoto." Akaniambia, Nanikakwambia mi nataka mtoto, mbona uelewi? Nikabaki naumia tu hapo hapo, akampigia nesi wake, akamwambia, oya njoo ufanye kazi, huyu mwanamke kabeba tena mimba i say. Aliumia sana kwa asira, akatoka chumbani kwangu kavimba kweli kweli. Nikabaki nimekaa kitandani tu, huku nalia tu maana da haya mambo haya. Basi haikupita hata dakika thelathini, nesi akaja, alafu ni mdada tu, akanipa vidonge vya usingizi Nikazimia, akanitoa tena hii mimba. Ilikuwa ni mimba yangu ya tano. Nilipostuka nilia sana. Mlezi akaniambia unalia nini? Ebu acha kujiachia. Kwake mtu hataki kuzaa na wewe, anakulia watoto kila siku, mwisho atakuwa wewe. Pole, unadhani anakupenda huyu mpaka unaanza kumzalia? Vincent namjua vizuri, hata wanawake zake wa huko nje wote wanatoa mimba, na mimi ndo nawatoa nikamwambia mimi nashindwa, najizuiaje sasa? Yule dada akaniambia sikia, nikwambie na kuweka kijiti atakuwa huyu. Nikasema sawa basi, akaniweka kweli kijiti, akaniambia hapa utazaa tena, pole. Nikasema asante. Yule nisi akaondoka zake. Aise, niliumwa wiki kutoa mimba sio swala dogo. Huo muda wote naumwa, huyu mwanaume hakuwa na muda na mimi kabisa, hakuwa hata anajulia hali kabisa siku hiyo hiyo nikaanza kupata afadhali. Hey, naona ndo anakuja chumbani kwangu, akaniambia nimekuja kupata huduma leo ha. Nikasema kwani Vincent, hujui kama mi naumwa nimetoka kutoa mimba? Hii mimba huwa ni misukule yako unawageaga chakula wale ama, hata sijapona vizuri unataka tena hayo mambo, mi sitaki Vincent. Akaniangalia kisha akasema hebu ongea tena, sijakusikia na unanivimbishia kabisa, sauti kabisa. Mimi nikasema bwanae, mi nimechoka, kama vipi niue tu. Akasema oke okay. Akanisogelea akanikaba kweli kweli nye mpaka pumzi ilikuwa inataka kukata, ndo akaniachia. Nilikuwa hoi sana, nikawa na hema juu juu. Akasema vipi, nikumalizie kukuua? Na uzuri shangazi yako nikimpa tu pesa wala haulizi tena kuhusu wewe. Nikabaki na mwakalia tu, maana hara masiara huyu mwanaume kabisa. Akaniambia vua nguo, nimelipia mahari mimi, kukoa tena shangazi yako alitaka pesa kubwa mno, su so usinivuruge, vua nguo. Sijali kuhusu kuumwa kwako kwa ainihusu mimi sababu, nilishakwambia mimi nahitaji haki yangu. Na nishakwambia kabisa usibebe mimba. Sio kama wewe utabeba mimba ni wewe. Mimi si usiki, full stop. Ni huyu baba, ni muuaji. Hawezi amini. Sijapona vizuri, akaniingilia tena muda mrefu, niliumia sana. Yaani sana. Aliporidhika, kavango nguo zake akasepa. Naona huyu mwanaume ni muuaji atakuja siku moja kuniua kabisa. Nikaona huyu ni muue mimi. Nikaona ngoja huyu, nitamuua siku sio nyingi. Basi nikaenda kuoga nikavaa, kisha nikatulia chumbani kwangu, nikiwa nawaza nimfanye nini huyu mwanaume, ili niwe huru na maisha yangu. Maana mimi kutoka tu siruhusiwi, yaani kuna walinzi kila aina, na wakijua tu kwamba nimetoka mimi nishakufa. Nimwekee sumu? Sijui nimfanye nini. Sina raha na haya maisha kabisa. Basi mi nikatoka zangu kuoga sasa, nikatoka sebuleni tu hata nije kuangalia TV ila, nafika sebleni nakuta Vincent alikuwa anaangalia mpira, ila kama usingizi umempitia hivi I say sikuoji. Nikaingia jikoni nikavuta kisu kisha nikatoka sebleni nikamsogelea taratibu, kisha haraka nikataka kumchoma we, yaani ile ghafla akafumbua macho akadaka kile kisu, nikawa najitahidi kumshindilia ila wapi Akanisukuma akaniambia, da, umefikia pabaya sana, yani wewe ndio unataka kuniua mimi? Wewe unataka kuniua? akaniuliza. Nikasema ndio, nataka kukuua na kama nimekukosa basi leo, siku yoyote nakuua. Nikamwambia sikupendi, nakuchukia sana, mshenzi wewe, unafanya maisha yangu yanakuwa ya mateso mno. Vincent akacheka, kisha akavuta gasi yake ya pombe akanimwagia usoni, kisha akaniuliza Unaota au bado upo ndotoni wewe? Nikumwagie nyingine? nikanyamaza nikakaa kimya, akaniambia leo umenikosea sana, nitakuonyesha. Akanivuta nakwambia, nikiwa na goma, akanivuta kwa nguvu, akawa ananiburuza kwa nguvu, nikawa nasema staki jamani, niache niache, ndo alikuwa nisikilize kabisa, akawa ananipeleka nje ya nyumba kuna chumba kingine kidogo alafu kibaya mno, sikuwahi kuingia ila niliogopa, maana kulikuwa na damu mpaka michirizi ya damu. Vincent akaniambia, sikupige wewe, nikikupiga nitakuwa, alafu nikukose wewe, ni mtamu sana kwangu, na kuweka humu ndani siku tano na kufungia, kisha akazima na taa kabisa. Kile chumba kilikuwa kinatisha sana. Yaani mchana giza usiku giza. Kinanuka damu. Hakina dirisha wala kioo. Nilipiga kelele za kweli kweli za uoga lakini wapi? Nye. Nilijibaza pembeni kabisa naogopa na tetemeka. Nahisi kama nauliwa. Kile chumba kilikuwa kinatisha mno. Nilikuwa naogopa sana mimi Mungu wangu. Nikakaa mule mpaka asubuhi kama masiara lakini ni serious. Nilikaa siku tatu nilichoka mno, yani nilichoka. Nje ilikuwa inaniuma bule, ni kama kuna maruerue hivi aisee. Mpaka siku ya tano ndo Vincent anakuja kunifungulia akaniburuza mpaka nje, hata nguvu sina na bado nikwa sina afya kabisa. Akanambia, ukijaribu kuniua tena na wewe ndio utakuwa mwisho wako wa maisha, pumbavu wewe aisee. Akaniacha hapo hapo akaondoka zake kazini. Miki na Bigi ndo walikuja kunisaidia. Wakaniingiza mpaka chumbani. Nikajikokota nikaenda kuoga. Kwanza maana nilikuwa nanuka damu. Yaani kile chumba kilikuwa cha mauaji. Na sisi mwanaume alikuwa anaua watu mule ndani. Nilipotoka kuoga nikavaa vizuri ndo Miki na Bigi wakanipa uji kwanza. Maana nilikuwa sijala chochote. Ilikuwa siku ya tano aisee, acheni kabisa. Nilikunywa uji nikatibua tumbo, nikaenda kutapika uji wote. Nipo tapika sasa. Nikaona nipumzike tu. Nikanywa dawa, nikalala maana tayari kama nishaanza kuhisi homa kali aisee. Nilala siku nzima. Jioni kabisa ndo kina Miki wakaniletea chakula cha maana nikala. Nikaisi Miki aliomba kuongea na mimi sasa. Huyu Miki ni kama mimi ulimi wake ila bigi ni mkubwa kwangu. Mike kaniambia pole sana madam, nikasema asante. Mike kaniambia madam, kuwa mpole, huyu mtu ni hatari zaidi unavyohisi wewe. Kwanza humu ndani ana kamera. Kwa mfano hapa, kama nipo chumbani kwako naongea na wewe, ananiona. Nikastuka nikasema kumbe. Akasema ndio, ila nahisi asikie sauti, sio kuwa hata usikia nakuambia nini. Kwa mtulivu na uache kusumbua, ila tulia, si tunajua na tunamwelewa sana visenti, atakuwa kweli na wewe, ndo bado mdogo na una malengo yako, we tulia, mi nitakusaidia kutoroka hapa na nitakupa mbinu za kutoroka. Nikasema ntashukuru sana, ntashukuru sana mno. Nikamwambia sawa, nipo pamoja na wewe, kuwa na amani. Nikasema sawa. Kisha Miki akaondoka. Aisee, hapo nilipata tumaini jipya. Mi nikaona kama ntatoroka, ntakuwa huru kabisa. Nikasema ntaenda mbali, wala huyu kaka hatokaa nione mimi, ntakuwa na amani kabisa. Nikajilaza kitandani huku na tabasamu kweli kweli, nikaona tumaini jipya linaanza kuchomoza sasa kwangu. Ntamkimbia muuaji mimi.